Nitaenda nikuchambulie faida za kuwa askari polisi. Faida nyingi, vijana wengi hawazifahamu. Je, ukiwa askari polisi kuna faida gani? Share video hii, lakini usisahau kusubscribe. Faida namba moja ni ajira ya uhakika. Ajira ya polisi ni ajira ya uhakika kama ukizingatia nidhamu. Una uwezekano wa kukaa muda mrefu katika ajira hii ya Jeshi la Polisi. Faida namba mbili ya kuwa askari polisi ni kukopeshwa kibenki kirahisi. Hii ni kwa sababu mshahara wa polisi ni uhakika, kila mwezi atalipwa. Hivyo basi benki inapenda kukopesha askari polisi. Faida namba tatu, kuwa na heshima katika jamii. Polisi ni watu wa nidhamu na jamii inawaheshimu kama walinzi wa amani. Faida namba nne ni mishahara na mafao. Polisi wana mshahara wa kila mwezi, lakini pia kuna posho na mafao baada ya kustaafu. Na faida namba tano ni fursa ya kupanda vyeo na kusoma. Ukiwa polisi unaweza kupanda cheo, lakini unaweza kujiendeleza kielimu.